Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa amepinga vikali viwango vya nauli vilivyopendekezwa na mwekezaji atakayeendesha mradi wa mabasi ya mwendo wa haraka, mwendo wa haraka jijini Dar es Salaam huku akieleza haviendani na lengo la serikali la kuwasaidia wananchi kujikwamua na adha ya usafiri. Waziri Mkuu pia ameshangazwa na viwango vilivyopendekezwa na amemwagiza waziri wa TAMISEMI na ujenzi, uchukuzi na mawasiliano kulifuatilia na kumpa ripoti kabla hajazindua mradi huo ili uanze kazi. Na taarifa kamili: Ni majira ya mchana, akiwasili katika uwanja huo Mwalimu Nyerere akitokea katika ziara ya kikazi mkoani Ruvuma, Waziri Mkuu hakutaka kuelekea ofisini, mmoja kwa moja anakutana na waandishi wa habari na kutoa taarifa ya kuchukizwa na viwango vya nauli kwa mabasi yaendayo kasi. 5 Januari mwaka huu Mwekezaji aliwasilisha kwa mamlaka ya kudhibiti usafiri wa nchi kavu na majini SUMATRA ombi la nauli za mabasi yaendayo haraka kama ifuatavyo alieleza: kutoka mbezi mpaka kimara shilingi mia saba na mwanafunzi atalipa nusu yake, lakini mbezi mpaka kivukoni shilingi elfu moja na mia mbili na mwanafunzi alipe nusu yake, lakini mbezi mpaka kimara ubungo mpaka mwenge ilikuwa ni shilingi elfu moja na mia nne na mwanafunzi aweze kulipa nusu yake. Gharama hizi ni kubwa mno, kwa sababu mradi mradi huu ulilenga kumhudumia mwananchi wa kawaida, kumrahisishia kutoka pembezoni mwa mji wa jiji wa Dar es Salaam kuingia katikati ya jiji kufanya shughuli zake na kurudi. Hiyo gharama kama hii ni kubwa sana kiwango kiasi cha kwamba serikali hatuwezi kuruhusu nauli hizo zitumike kwa wananchi. Na kwa maana hiyo, baada ya kuwa tumepitia hatujaona kama kuna kigezo kikubwa cha kupanga nauli hizo na mambo mengine ikiwemo na gharama za uwekezaji, lakini pia gharama za uendeshaji zenyewe. Hivyo, kwa kukosekana gharama halisi za uwekezaji, ni dhahiri kuwa viwango hivyo vya nauli vilivyopendekezwa havina uhalisia. Waziri Mkuu hakuishia hapo, akalikabidhi suala hili kwa wizara ya TAMISEMI na ujenzi ili kulifuatilia kwa ukaribu zaidi na kumpa taarifa juu ya mradi huo haraka iwezekanavyo. Na kwa maana hiyo, hatuwezi kuruhusu gharama hizo zianze kutumika kwa tarehe ambayo tumeiweka, na kwa hiyo namwagiza waziri wa TAMISEMI pamoja na waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano wakae tena waangalia upya viwango vya nauli wawashirikishe wadau, wajadili kwa pamoja, ili tupate gharama halisi inayoendana na mapato ya Mtanzania huyu ambaye tumemlenga. Na mradi huu utakapoonekana umeshindikana kuwekeza, serikali yenyewe ndio tukauendesha wenyewe, ingawa tutaka tupanue wigo wa uendeshaji wake, ili kutoa nafasi kwa Watanzania ambao wanaweza kuendelea, lakini kama pia tutaridhika na mwenendo mzima bado tunayo nafasi ya kuendesha mradi huu vile ambavyo tumekusudia. Ikumbuke kuwa siku kadhaa nyuma, wizara ya TAMISEMI ilimfuta kazi alikuwa msimamizi mkuu wa mradi huo Astalia Mlambo kwa kutosimamia vizuri utekelezaji wa mradi huo na kutokamilika kwa wakati ili wananchi waanze kuhutumia. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Haji Bwegege, Azam News.